Mei ishirini ya kila mwaka eh, dunia inaadhimisha siku ya nyuki eh, n nyuki, nyuki ni mdudu bila shaka <laughs> nyuki atakuwa ni mdudu bila shaka hmm, japo takufahamu ku, ku, uh, zaidi kwa sababu tunaye mtaalamu hapa uh, tunaangazia maandalizi ya maadhimisho ya siku hii ya nyuki na tunafahamu uh, mazao ambayo yanatokana na nyuki. Kuna sisi ambao ni watumiaji wazuri wa asali, na tunafurahia kuitumia asali katika matumizi tofauti tofauti. Sasa katika matukio, uh, kabla ya kilele, kuna matukio mbalimbali ambayo wameandaa eh, kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, watatuambia hapa ni matukio gani na pengine anaenda kuleta uimara zaidi kiasi gani, uh, kuelekea kuadhimisha siku hii tunaye hapa mhifadhi kutoka wakala wa misitu Tanzania TFS makao makuu ya Dodoma, Karimu Solymbingu, karibu sana Karimu. asante sana. Shukrani sana. Kauli mbiu ya mwaka huu anatuambia nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi. Tua, tuwa, tuanzie za. hapo hapo kwanza nyuki mdudu, nyuki ni mdudu aa. Eh, nyuki, nyuki hayupo kundi la wanyama, hayupo kundi ah, la wanyama ah, lakini ni, ni mdudu wa mwituni, ni mdudu pori hmm. Eh, wanakuja kujitafutia malighafi muhimu lakini eh, nyuki ni mdudu kwa maana ya sifa zile za mdudu sawa. Ana, ana, ana jozi mbili za miguu eh, ana jozi moja mabawa yani, ana vile vinavyohitajika kumfanya awe mdudu. Lakini pia eh, kupatikana kwake au kuzaliwa kwake, unajua kuna zile tulikuwa tunasoma shuleni zamani shule ya msingi okay: yai, lava, buu mm. insekta kamili, unakumbuka eh? kuna eh, kuna njia ambazo wadudu wanapitia ule mzunguko wanaita complete metamorphosis yeah. na incomplete wanaopitia njia tatu na no, wengine njia nne. Kwa hiyo uh, nyuki ni mdudu kamili okay. Na, na, kuna aina ngapi za nyuki uh? kuna aina mbili za nyuki mm -hmm. lakini katika hizo aina mbili tukaweka katika makundi mm -hmm. ya nyuki wanaodunga na nyuki wasiodunga, uh, au nyuki wanaouma na nyuki wasiouma. Hapo kuna asali ya nyuki Eh, lakini wazim. Sasa katika hawa nyuki wanaodunga mm. au nyuki wanaouma hawa, kama umeona e, kuna kuna visa mbalimbali mbali vinatokea, unasikia mara mbuzi, mara watu wamevamiwa, mara msibani mm. hawa nyuki wanaodunga kile kitendo cha kuvamia, kwa sababu ana, anatumia sindano hmm. ana kitu kama sindano ile hmm. ndio anayo dungia hmm. Sasa watu wanasema anauma. Si sahihi kusema nyuki anauma, kwa sababu atumii meno hmm. Anatumia ile sindano, ule mwiba wake. Kwa hiyo lazima uichukue ukisikia anasema, nyuki wanaodunga ni hao ambao wanaweza wakaleta madhara hmm. Sasa hawa wapo jamii zaidi ya elfu ishirini duniani, yaani makabila tofauti tofauti, au aina tofauti tofauti, au koo tofauti ya nyuki mm-hmm. Kwa sisi hapa Tanzania tumebahatika kuwa na aina au koo kama nne takribani nne. Kuna nyuki ambao wanapatikana ukanda wa pwani, yaani hao sasa wanatofautiana na wale waliopo Tabora, au tunaita Apis mellifera litorea kitaalamu. Sasa hao wanapatikana ukanda wa pwani, sifa kubwa, wanakuwa ni wadogo wadogo, lakini pia ni wakali sana, ni wakali kweli kweli, wanadunga sana hao, wanadunga sana, nyuki mdogo ukasema E, kuna wakati anaweza kakudunga bila hata sababu za msingi e. Hawa wa ukanda wa pwani, lakini pia kuna nyuki wale wanaopatikana milimani wanaitwa Apis mellifera e, monticola naita mm. hawa sifa yao kubwa kwa sababu ya milima kama kule Kilimanjaro, e, Arusha kule, kwa sababu ya hali ya baridi mm. hawa wao wanakuwa ni wakubwa kidogo, lakini pia wana vinyoleo vingi vya kuwawezesha e, kuweza kukabiliana na ile hali ya, hali ya hewa. E, okay, lakini pia kuna nyuki ambao wanapatikana kwenye ukanda wa tambarare ee, ukanda wa tambarare hapo, tunazungumzia mikoa hii ya Dodoma, Tabora, Katavi, Kigoma, ule ukanda wote ule okay. Hawa nyuki sifa yao kubwa wanakuwa na mkanda wa njano uliong'aa mm. katikati mm. katikati ya sehemu ya kiuno Hmm. Wanakuwa na mkanda wa njano uliokoaa. Wanauma wanadunga. Wanadunga, wale hey, wanadunga vizuri kabisa, lakini pia wanazalisha asali kwa wingi hmm. kwa hiyo ni jamii ya nyuki tofauti tofauti, wana mwonekano mzuri. wana mwonekano mzuri na hivyo wanapatikana sasa nchi nzima okay. kumekuwa kuna ile kasumba ya mtu anapotoka Tabora anawaambia sasa, kuniletea asali okay. e, shehe, utakuwa unafahamu hapo. Usisahau eh. kuniletea asali tukiamini kwamba asali inatokea huko peke yake. Sasa kuna jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa na serikali au na nchi yetu kwa ujumla ili kuhakikisha kwamba asali inapatikana maeneo yote kwa sababu nyuki wapo maeneo yote mm. Na hayo sasa tutayazungumza kuelekea siku ya nyuki duniani na kwa nini nyuki amepewa heshima ya kuwa na siku yake, yani katika siku 365 okay. nyuki naye na siku yake humu ndani, unafahamu? Ndio. So, tunashuhudia tuna maajabu mengi sana ambayo uh, ama mazingatio mengi ambayo yanapatikana kwa mdudu huyu nyuki. Yeah. Pengine tu kwa sababu ninyi uh, ndio mnaishi naye mdudu nyuki uh, ni maajabu yapi ambayo uh, yupo nayo nyuki ambayo uh, kama jamii tunaweza au uh, kama wanadamu tunaweza kujifunza kutoka kwa nyuki? Aha. Nyuki ambayo ametajwa mpaka katika Qur'ani, bwana. Asante sana. Yeah. Nashukuru sana uh, kwanza kabisa uh, ningependa katika kujibu swali hilo, mm tufahamu maajabu ya mdudu huyu hmm. Ndiyo ambayo yametokana na yeye kupewa heshima ya kutengewa siku moja duniani. Yani, Baraza la Umoja wa Mataifa lililetewa pendekezo mwaka elfu mbili kumi na saba. Hmm. Na katika mkutano wake wa mwaka, ndiyo. Moja ya ajenda ilikuwa hiyo, kwamba nyuki, kutokana na umuhimu wake mkubwa kwenye kuhakikisha usalama wa chakula duniani na uendelevu wa binadamu na ulinzi wa baioanuai na uendelevu wake, kwamba mdudu huyu kwa heshima hiyo anastahili kupewa siku maalum ya kumsherekea dunia nzima, hiyo siku imsherekee mdudu huyu kwa umuhimu wake. Sasa maajabu yake yanaweza yana yakatazamwa katika sura mbili. Sura ya kwanza ni katika sura ya kisayansi na kitafiti ambapo mwana, kuna, kuna usemi wa mwanafalsafa maarufu sana akiitwa Albert Einstein kwamba aliwahi kusema kuwa endapo nyuki akitoweka katika uso wa dunia, mwanadamu hatoweza kuwa na zaidi ya miaka minne ya kuishi, kwamba binadamu atapitia katika maangaiko makubwa sana ya chakula, na kwa sababu sehemu kubwa ya vyakula vinavyopatikana masokoni vinatokana na eh, kazi kubwa ya uchavushaji inayofanywa na huyu mdudu nyuki ah. Yani, chakula tunachokula matikiti, unayoona alizeti, unayoona mahindi unayoyaona, kwa sehemu kubwa mazao hayo yote yanachagizwa na kazi ya uchavushaji wa nyuki. Hilo ni ajabu kubwa la kwanza, kwa sababu kwa zaidi ya asilimia sabini na tano nyuki anafanya kazi ya uchavushaji kwa usahihi zaidi kuliko wadudu wengine kuliko upepo kuliko mawakala wengine ambao unaweza kafanya uchavushaji. Uchavushaji, hilo moja. Ajabu lengine la pili, ambayo ni la muhimu sana ni kwamba tunaona katika maandiko matakatifu ukienda kwenye Biblia kusoma Biblia e, Mithali ishirini na nne mstari wa kumi na tatu kule ndani unakuta habari za nyuki na kile wanachokitoa ambacho ni asali, lakini pia ukienda kusoma Korani e, sura ya kumi mm. na sita sura atuanahali mm. ambayo ni sura ya jina sala la nyuki, yani nyuki, ni kwa sababu pia kule kuna maelekezo ambayo Mungu ameweka kuhusu mdudu huyu kuanzia anavyotakiwa kujenga majumba yake kuanzia kile kinachotoka au siri inayotoka ndani ya tumbo lake, ikiwemo hiyo asali mm. na manufaa yake kwetu sisi e, kama sehemu ya chakula, lakini pia ni dawa kwetu mm. kwa hiyo hayo kwa ujumla wake ukiachukua, unaona huyu ni mdudu wa heshima na ni wa thamani kubwa sana, na kuna haja sasa e, dunia imeweka siku hiyo maalum ili kwa pamoja tuweze mm. kuongeza uelewa na wa watu waache kumchukulia poa huyu mdudu mm na kwa sababu ni mdudu wa thamani sana. Lakini hilo bado haitoshi, hata historia ya mwanadamu, ukijiuliza, binadamu wa kale aliweza vipi kuishi vizuri, utagundua kwamba moja ya vitu vilivyomsaidia kuishi ilikuwa ni asali, mizizi, pamoja na uwindaji wa wanyama. Kwa hiyo ana historia kubwa sana katika maendeleo ya mwanadamu na maisha yetu kwa ujumla na upatikanaji wa chakula hmm taadhimisha siku ya nyuki. Uh, tumgusie nyuki kwenye engo ya pili. Nyuki huyu pamoja na haya yote uliotueleza, lakini ni nyuki ambayo tunamtegemea sana e, kibiashara tuna, tuna mazao mangapi yanayotokana na nyuki? Okay. Uh, tuna mazao takriban sita yanayotokana yeah, na mdudu nyuki na zao maarufu sana limekuwa ni asali. watu mm. Wengi wanafahamu asali, mtu yoyote ukimuuliza, hata mtoto mdogo, atakutaja nyuki anatupatia nini, atasema asali, lakini mm. baada ya asali hapo nini kinaendelea kingine? E, tuna nta ya nyuki mm -hmm. Na, na, na yani nta ya nyuki ni ukusanyaji ambao hautokani na malighafi yeyote isipokuwa mwili wa nyuki mwenyewe kwa sababu kwenye, kwenye, kwenye, mwili wa nyuki yeah, kuna tezi tezi za nta za kuzalisha hiyo nta. Hmm, kama vile ambavyo sisi tuna tezi inayozalisha mate salivary glands, no, na wao wana wax glands kwa ajili ya kuzalisha ile nta uh, lakini pia baada ya nta tuna chavua, ule unga wa nyuki, kuna unga unga wanaokusanya kwa wakulima wenzangu watakuwa wanajua kuna kitu kinaitwa mbelewele, kama mbelewele za mahindi. Sasa mbelewele yale, yale kwenye zile mbelewele, huwa kuna unga ukitikisa ki, hivi ua la mahindi mm. kuna unga fulani unatoka. Sasa nyuki wanakusanya ule unga kwa ajili ya kwenda kulisha watoto wake na kwa ajili ya sehemu ya chakula chao. Sasa ukusanyaji wa ule ungaunga unga kutoka kwenye mimea au maua ya mimea mbalimbali mbali, unafanya yeye aweze kutuzalishia hiyo bidhaa inayoitwa chavua ya nyuki au bee pollen, na inauzwa ghali, ina, ina, ina soko zuri sana kwenye thamani ya kifedha. mm -hmm. Baada ya hiyo chavua tunapata zao jingine linaitwa gundi ya nyuki. Hii anaikusanya maalum kabisa kwa ajili ya kuweka ulinzi kwenye mzinga wake au kwenye nyumba yake asishambuliwe na wadudu wengine kwenye matundu yaliyobakiabakia ya wazi hmm. Wadudu wengine wasiweze kuingia, lakini mdudu yoyote atakayefanikiwa kupita anatumia hiyo gundi ya nyuki kumvingilisha yule mdudu au kumkausha akiwa hai, bila kuoza, ili asilete madhara ndani ya mzinga, kwa maana akitumia ile gundi ya nyuki, kutokana na sifa kubwa ya uwezo wa kupambana na bakteria iliyo nayo, akimvingilisha hmm. Yani, ya tu mdudu yule mdudu anakufa kwa kukosa chakula, lakini pia kifo chake hakitosababisha yeye kuoza na kutoka labda funza na vinginevyo, kama unavyojua decomposition inavyotokea. Kwa hiyo kwa sababu hiyo bidhaa ina uwezo wa kupambana na bakteria, yule mdudu anayewawa anakufa akiwa amekauka, yani amekauka kabisa. Kwa hiyo, hiyo ni gundi ya nyuki na inatumika sana kwenye e, ulimwengu wa kutengenezea madawa mbalimbali inatumika e, kutengeza kuna kitu inaitwa propolis tincture, hizi dawa za kusafisha vidonda inatumika mm. E, utengeneza dawa za vikohozi kwa binadamu. Sehemu kubwa ya mazao ya nyuki inatumika kwenye utengenezaji wa eh, madawa ya binadamu pamoja na m mengine. Baada ya gundi ya nyuki tuna zao linaloitwa sumu ya nyuki, sumu ya nyuki. Nyuki anapokudunga, nyuki anapokudunga na kuingizia ndani sumu. Sumu ambayo inapita kupitia ule mwiba wake au ile sindano sasa katika ulimwengu wa tiba ya kutumia mazao ya nyuki au kumtumia nyuki kama sehemu ya tiba na ni moja ya huduma ambayo tutakuwa nayo kwenye shamla shamla za Dodoma kitaifa mm, mm. E, wiki hii kuanzia kesho kutakuwa na huduma hiyo ya tiba ya mazao ya nyuki au tiba ya nyuki ile sumu inapokuingilia ndani au inapoingia ndani ya mwili wako kwa utafiti uliofanyika Marekani eh, mwaka elfu mbili kumi na tatu Disemba, utafiti ulito ulitolewa pia upo uliko uh, waligundua kwamba sumu ya nyuki pamoja na mdudu mmoja anaitwa nyigu ina chemical compound inaitwa nanoparticles melitin, kwamba ile chemical compound ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana bakteria, lakini pia ikiingizwa kwenye mwili wa binadamu ina uwezo wa kuongeza na kuimarisha kinga za mwili wa binadamu zikawa imara zaidi kwao, zikawa na uwezo wa kukabiliana magonjwa mbalimbali ya virusi, ya bakteria. Kwa hiyo inatumika kama tiba, na hii tiba inaitwa apitherapy, kwamba watu wanapata tiba kupitia mazao ya nyuki. Hiyo uh, ni, ni habari za sumu ya nyuki. Kutoka kwenye sumu ya nyuki, kuna zao jingine la sita linaitwa maziwa ya nyuki hmm. Sasa maziwa ya nyuki eh, kwanza ni chakula maalum sana ndio maana kwenye lugha ya Kiingereza wanaita royal jelly. Mm. Ni e, chakula cha cha kifalme kwa sababu ndani ya kundi la nyuki analishwa malikia ya peke yake, na kama unavyojua e, mfumo wa kiuongozi na wa kiutawala wa kundi la nyuki e, ni mfumo ule ule ambao ulikopiwa e, kutoka serikali ya Uingereza. Yeah, ulikopi kutoka serikali ya Uingereza, kwamba mtawala ni mwanamke. Yaani serikali ya Uingereza mm. ndo ilikopi ilikopi mfumo, mfumo wa kiutawala wa nyuki kwa mm. kuwa na kiongozi mkuu ambaye ni mwanamke, ni mwanamke. Na sisi leo hii tuna kiongozi mkuu mwanamke hapa Tanzania <laughs> Mungu ameamua <laughs> kutuonyesha maajabu, sababu Dokta Samia ni mwanamke na Now. pia katika sura ulozungumzia, sura ya nyuki, kuna kiongozi wa nchi ambaye alikuwa mwanamke. Naam, mm. Naam. <laughs> Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama ulikuwa ujui, pia jua hata siku ya msiba wa malkia wa Uingereza, Queen Elizabeth aliyofariki mm. nyuki wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa koo ya kifalme mm. au ya kimalkia, kulikuwa kuna kundi la nyuki ambalo ni la malkia ile, kundi lilijulishwa kwamba malkia amefariki. Nikapewa taarifa Nilipewa taarifa taarifa waliopewa walichukua kitambaa cheusi mm. wakafunika ule mzinga kama ishara kwao sisi kwetu tungesema labda ni matambiko mm. lakini <laughs> sio matambiko Karimu uh, muda unazidi kwenda kwa Ndiyo. haraka sana na eh, kuna vitu vingi hapo bado vya kuzungumzia Naam. eh, umetuambia mazao sita ambayo yanatokana na mdudu huyu nyuki Ndiyo kabla ya kufikia uh, kwenda kuangalia namna matukio ambayo mtayafanya kuelekea kuadhimisha kwa siku hii, lakini mwamko ukoje kwa wafugaji wa nyuki hapa nchini? Tuangalie eh, nguvu ambayo inawekwa katika uzalishaji sasa wa mazao haya. Asante uh, sana. Kwanza, kuna jitihada kubwa zinazofanyika mm. eh, nikisema jitihada kubwa zinazofanyika eh, sisi kama nchi Tanzania tumebahatika kuwa na E, urasimishaji wa sekta ya ufugaji nyuki kama sekta rasmi. Kuna baadhi yes. ya nchi ambazo Afrika Mashariki sitazitaja, wao sekta hii hawajairasimisha, hawajaifanya kuwa ni sekta rasmi mm. Kwa sisi kwetu ni sekta rasmi, kwa sababu ina sera yake ya taifa ya ufugaji nyuki mwaka 1998, ina sheria zake, sheria ya ufugaji nyuki ya taifa mwaka 2002. kuna kanuni mm. za mwaka 2005, kwa kwao ni, ni sekta ambayo imerasimishwa na waliomo ndani ya sekta wanafanya mambo na wanajiendesha kwa kufuata taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za nchi, lakini pia tangu hapo e, tukianza kwenye kuiendeleza hii sekta mm. na mpaka kuwafikia wafugaji wa nyuki wenyewe, kumekuwa na mwamko mkubwa sana, kwa maana ya wataalamu kuajiliwa katika halmashauri katika wilaya mbalimbali -mbali, mm. kwa ajili ya kufanya kazi ya ugani kutoa elimu kwa wananchi na wafugaji wa nyuki kujiingiza katika hii sekta na kutumia fursa zilizopo ndani ya hii sekta, lakini pia miongozo mbalimbali mbali ambayo inatolewa na wizara kupitia idara ya ufugaji wa nyuki eh, lakini pia taasisi kama wakala wa huduma za msitu Tanzania eh, kuweka kanzidata maalum ya kuwakusanya na kuwajumuisha wafugaji nyuki wote nchini kwa ajili ya kurahisisha kuweza kuwafikia na kuwapatia huduma eh, lakini pia hiyo bado haitoshi kuweka mazingira rafiki kwa mtu ambaye anahitaji kufanya ufugaji wa nyuki lakini hana eneo la kuweza kufuga nyuki. Sasa huyu afanyeje? Kupitia sheria yetu ya misitu uh, tunatoa fursa sasa kwa mwananchi yeyote ambaye anahitaji kufanya ufugaji wa nyuki lakini hana eneo, basi akaribie kwetu sisi, tutamwonyesha eneo akafuge nyuki humo bure kwenye maeneo ya hifadhi za misitu. Tu, tu, tunaye, tunaye mmoja wa wa wafanyakazi hapa. Ndiyo. ni mfugaji mzuri wa nyuki. Ndiyo. Na itabidi muungane naye kwenye siku hii ya maadhimisho sikukuu muhimu sana kwa wafugaji wa nyuki. E, tunakula sana asali ambazo na alituuzia sana asali kipindi, unakumbuka kipindi mambo yalitokea hey, chama pale, eh, mambo ya wananchi wakapigwa tatu na watu wa Tabora kile karibu, tuambie mambo ambayo mnayafanya kuelekea Eh, kuadhimisha siku hii ambapo rasmi bila shaka kesho mnazindua, bila eh, shaka kesho tarehe kumi na saba ya, tunazindua lakini kuna shamra shamra ambazo zimeanza jana usiku hmm, kwa sababu eh, maadhimisho ya mwaka huu yana, yana utofauti kidogo na ya mwaka jana okay. Kuna mambo ambayo tumeyaongeza ili kuleta sura mpya, lakini kunogesha shughuli yenyewe na kuifanya iwe shughuli rafiki na pendwa kwa wananchi hmm, kwa sababu kuna mtu na, nifuge nyuki nikiumwa niki nikifanyaje? Kwa lazima jambo lenyewe kwanza ulifanye kuwa rafiki ili watu waone kwamba kumbe wanaweza wakaingia. Uh, kwanza kabisa tuna matamasha e, jana usiku lilianza tamasha linaitwa nyuki mtaa kwa mtaa hmm. Kwa hiyo tamasha ile lengo kubwa zaidi ilikuwa ni kuwasogeza vijana karibu, hmm. E, zinachezwa ngoma hapo watu wanaelimishwa kupitia mikusanyiko kama unavyojua, eh, sisi Watanzania hatuna shughuli ndogo, kushasikia ngoma tunasogea. kwa jana Dodoma ilikuwa kuna shamrashamra, yani mtaa kwa mtaa ni shamra shamra za kutosha eh, kwa ajili ya kuwakusanya vijana wanavyuo, uh, lakini pia wanafunzi, ili kuweza kuiona hii fursa iliyopo mapema, kama unavyojua ufugaji wa nyuki hmm. Hata wewe bodaboda unaweza kuwa na mizinga yako miwili ukaendelea kufanya shughuli zako za bodaboda Kamisi, na shughuli zikaendelea kama kawaida. Tutakuwa na midahalo, tutakuwa na midahalo, tutakuwa na maonyesho katika viwanja vya Chinangali Park mm, Dodoma. E, viwanja vipo karibu sana na stand ile ya stand ndogo ya yaais au Machinga Complex kuna yeah, soko pale Dodoma pale eh, Roundabout ya Singida barabara ya Singida uh, lakini pia mbali na maonyesho kutakuwa kuna kuna matamasha kama kuzungumza hmm. Kutakuwa kuna wanyama hai e, wananchi watakaofika kwenye maadhimisho haya huu watapata fursa ya kuona wanyama hai okay. Lakini sio wanyama tu hai pamoja na vitoweo vya nyamaporikwenye kwenye wanyama hai umetaja, pamoja na vitoeo aiatuambia hmm. Kwamba watu watakunywa nakusaza ah, kwanza kutakuwepo na uhakika kabisa wa asali ya kuonja hmm. E, yani wewe hata kama unakuja pale e, haujabahatika kuwa na hela ya kununua yeah, lakini jambo tunakuhakikishia kwenye wiki hii mm -hmm. mm -hmm. ya nyuki e, yeah. hey, hey. e. kuelekea <laughs> siku ya nyuki kweli lazima uonje asali, utachukua nyama ya mnyamapori nyama swala pofu, unachovya kwenye asali kidogo pale e, unapata unga ya yani, kilele yenyewe hizi shamshamu nazokwambia zinakwenda mpaka siku ya, ya kilele ambayo ni tarehe ishirini. Okay, kwao ni maonyesho yanaanza kesho. Mm, matamasha, midahalo, mpaka siku ya kilele ambayo ni tarehe ishirini. Sasa Karimu, sisi tuwatakie kila la heri, tunawashukuru sana eh. Kuna mafunzo mengi sana hapo ndani yake, na hasa katika ufugaji wenyewe auk wa, wa nyuki tuwatakie kila laheri. Ah, anaitwa Karimu Solymbingu ni mhifadhi kutoka wakala wa misitu Tanzania TFS, na uh, hasa kutoka makao makuu pale Dodoma, na tutashiriki pamoja <laughs> karibu sana. Karibu <laughs> sa, sa, tumezungumza mengi kuelekea siku ya nyuki maadhimisho ambayo yatafanyika uh, kitaifa pale jijini Dodoma na bila shaka uh, tumepata kusikia hapa kwamba wataweka kambi rasmi pale Chinangali ambao kutakuwa na maonyesho yatakayokuwa yakiendelea katika viwanja hivyo pale jijini Dodoma. Lakini ni fursa Watanzania tunaweza kuikimbilia. Uh, kama hata hauna eneo la kufugia nyuki, TFS wanatupatia eneo, sema tu kwamba mimi nahitaji, mnatupa na mtaji kaka, au tunakuja natupa eneo tu mihitaji inatolewa kupitia mfuko wa misitu Tanzania kuna ruzuku okay. ambazo huanzia milioni moja hadi milioni tano ruzuku ndogo za kati, milioni tano, milioni ishirini, kubwa, na ruzuku za kati milioni tano hadi milioni ishirini na ruzuku kubwa milioni ishirini na kuendelea. Inaonekana kuna mengi ya kufahamu. Kuna fursa nyingi sana zimejificha. Subiri siku ya nyuki mkaja kutuambia. Na. Hapa katika mpaka mwakani tena mwezi mei hapa katikati mje kutu, kutushtua shtua tuje ee, kuwekeza huko kwenye nyuki hapa hmm. Nikimaliza Alasiri nasema niwapigie simu nyuki wangu anaendeleaje?